Hey. Na hawa wachawi wa Kiislamu Qurani, nasema, na hawa wachawi wa Kiislamu Maliza eh, humnasibisha Nabii Suleiman hizo, hey. elimu zao za uchawi. uh -huh. Basi Mwenyezi Mungu anamkanushia haya na haya, hii yaonyesha wazi. Kwa hiyo Qurani imeweka wazi kwamba wachawi wa Kiislamu, ina maana kama wachawi wa Kiislamu, nyinyi mnaonitazama, mnakuwa wote ni wachawi kwa imani yetu, kwa mujibu wa Qur'an, hapa ni maandiko. Tunasema ipi dini ya kweli kati ya Uislamu na Ukristo? Twende 641 Qur'an 643 641 Al-Karim 641 inasema eh inasema eh, bali yeye ndiye mtakayemuomba, bali yeye ndiye mtakayemuomba unasema ufafanuzi wa 41 unasema aya hey, yaonyesha kuwa makafiri wa zama hizo makafiri wale walokuwa wakiiti pale Maka ambao ndio walikuwa watawala wa alikaba kaba kabla mtume Muhammad SAW kuchukua Haleluya, amen! Kweli ndugu zangu Waislamu, mnatushawishi tuje tu, tu, tusilimu, halafu tuhusike na imani hii ya kichawi. Hapana, hii siyo imani ya kweli, bali mje kwa Bwana wetu Yesu Kristo ambaye amesema, mimi ndimi njia, kweli Na e, nitasoma e, na wengi katika wao hawamwamini Mwenyezi Mungu uh -huh. Isipokuwa na huko anatia ushirikina. Na wengi katika wao hawamwamini Mwenyezi Mungu isipokuwa mnatia ushirikina. Ushirikina ni kwenda kwenye makaburi kushinda huko na kuvizia vizia mambo ya kuweka mafundoni. Twende ufafanuzi inasemaje? Nuzuri yake inasema sababu nuzuri haya eh.

nasema inalilahi wa ina lilahi lajuli ni msiba, msiba mkubwa. Waislamu wana aya yao ambao wanazitegemea aya hizi, hata ukimkurupusha usiku, hata ukimuuliza wapi aya kwamba uislamu ni dini, atakwambia 319 bila shaka, uislamu ni dini ya haki mbele ya mnyazimu. Nimefafanua hilo vilevile. Huwa wanakwenda aya ya pili, sura ya pili, aya mbili mia mbili kumi na tatuayambi ia mbi ui na tambili mia mbili kumi na tatu nitasoma ehe. Inasema ehe, watu wote walikuwa na dini moja ya haki. Hapa ndio balaa. Adamu alikuwa ye na mkewe wanyama sisimizi pamoja na mtu na vicheche, lakini tunaambua alikuwa nabii. Unabii ulikuwa kwa nani? Alikuwa nabii kwa mkewe? Adamu hakuwa nabii hilo alipo. Hebu twende Qurani 626 si yeah, aya nayo wanaitumia sana sita mia ishirini na sita. Inasema eh uh -huh. inasema ndio, na hii na hii dini ya uislamu ndiyo njia ya mola wako iliyonyoka. Hebu subiri, na hii dini ya Uislamu hey, ndiyo njia ya mola wako iliyonyoka. Inanyoka inaenda wapi? maana hata njia segelea nayo imenyoka, lakini hatima yake ni gerezani. Njia ziko nyingi, hata dini ziko nyingi. Wewe unakula nyama, lakini ni mungu wa mwenzako, anapita kabisa, anaona unakula nyama, anasema mungu wangu yule analiwa. Yuko kwenye njia yake naye ya anamwelekea mungu wake. Sasa hii dini njia iliyonyoka imeenda wapi? Sasa angalia hii njia iliyonyoka katika Uislamu, nani amekaa na kumzuia Muislamu kuto kupata nuru ya injili akaweza kuokoka. Twende saba 7:16 na sita upotofu, basi nitawakalia waja wako katika njia yako iliyonyooka. Unaona, shetani baada ya kupewa msamaha na Allah, subhanahu wa taala, akasema mimi lazima niwakalie waja wako katika njia yako iliyonyooka ambao ndiyo Uislamu. Shetani kakaa, twende, ili niwapoteze, ili niwapoteze kisha nitawafikia kwa mbele yao na nyuma yao na kuumeni. Ah, ah, usisome haraka haraka, nenda taratibu. Kisha hey, nitawafikia kwa mbele yao na nyuma yao. Shetani amekaa mbele ya Muislamu na nyuma ya Muislamu, alafu na kuumeni, na kuumeni kwake yani kuliani kwao. Ehe, na kushotoni kwao, na kushotoni kwake. Hebu subiri, ina maana Muislamu yeyote kazungukwa na shetani pande zote. Leo ndio maana tunapohubiri ya injili, wakapate kuokoka amen. Kwa sababu shetani kakaa pande zote wakiswa, haleluya amen. hivi kama kweli shetani kakaa pande zote hivi, ninapokuhubiria wewe unapokuwa mgumu, alafu mbaya zaidi. Na ndio maana ndugu zetu wa Islamu tunapowahubiria ni wagumu kuokoka. Kwa sababu gani? Imani wanaanza kupandikizwa wakiwa wajaenda hata shule au nasari Ninasikitika jambo moja, aliyemwanzilishwa imani hii, kwa kuonyesha kwamba Mungu hakumtuma wa wala sio imani ya kweli. Mwanzilishwa imani hii ambao ni mtume salali alayhi wasallam alilogwa hili, inasikitika sana. Ina maana unaponiambia mimi nisilimu nije kwenye imani ya Kiislamu, ina maana kwa nyume ya mtume ambaye inasema changamka. Tunajua sana sababu wanayosikilizia ndio wanapokusikiliza na wanaponong'ona ndio wanasema hao madhalimu, kuambia waislamu kwa ajili ya kutaka kuwapoteza ninyi, hamumfuati isipokuwa mtu aliyerogwa. Subiri, leo ndani ya Qur'ani kuna sura mbili za mwisho kabisa zinaitwa surati falaki na surati nas, ndizo zimeshuka kwa nuzuri ya kumtoa Muhammad Muhammad alilogwa. Fungua Qurani chapa 8 yenye sababu nzuri, ukurasa wa 977, anza kusoma athari ya uchawi juu ya mtume. Inasema athari ya uchawi juu ya mtume SAW.

Hawajui ni, ni mambo mangapi aliweza kutenda kwa nguvu ya uchawi

Ona Wakristo hapa, ndugu zangu Waislamu, kweli kweli, imanii kweli iwe ya kweli. Na mnasema mtume ni mbola wa daraja, mbola wa viumbe, mbola wa mitume. Eh, profesa kweli, alilogwa kweli? aliweza kupokeaje aya? aliweza kuongozaje watu wake? Hivi leo nitoe mfano, mfano rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Rais Jakaya Kikwete alogwe, hivi tutamwachia nchi? Haiwezekani. Haiwezekani. Hii sio dini ya kweli. Wakiswa haleluya! E, labda mwislamu anaenda akaja akasema bwana, dini sio njia, dini ni kitu fulani. Hebu twende Kurani tatu tisini na tisa aya, Kurani tatu tisini na tisa ndio, Kurani tatu tisini na tisa nitasoma kweli na uzima, yani ile njia yake ina ukweli alafu ina uzima. Haya wakiswa, haleluya. Bwana wabariki sana, amina. Ubarikiwe mtumishi, haleluya. Bwana apewe sifa. Naam, kamaliza kupeleka ujumbe upande wa wainjilisti wa Kikristo Mwalimu Shedrack mwana wa Masonya. Kati ya Uislamu na Ukristo, ni dini ipi ya kweli mbele Allah Subhanahu